Karibu Tuzo Online. Tiketi. Na hadi kufikia jana tukawa tumeuza tiketi elfu kumi na sita. Tiketi elfu kumi na sita maana yake ni kwamba tayari uwanja amani umeshajaa na tena umepitiliza kwa watu elfu moja zaidi kwa sababu uwanja amani unachukua watu elfu kumi na tano pekee. Kwa tiketi elfu kumi na sita ambazo tumeuza, maana yake ni kwamba tayari uwanja wa amani umeshajaa na watu wengine elfu moja watabaki nje ya uwanja. Baada ya majadiliano ya muda mrefu tunafanyaje hizi tiketi, tulichokubaliana kama uongozi wa Simba Sports Club ni kwamba tunaufuta mchakato wa kuuza tiketi na tutaanza upya mchakato wa kuuza tiketi mpya kwa ajili ya mechi ya amani Zanzibar. Lakini basi wale wote ambao wamenunua tiketi zao, watu elfu kumi na sita tiketi zao zitatunzwa na wao watalazimika kutunza kadi zao na tiketi zao watazitumia kuingilia kwenye tamasha letu la Simba Day mwezi wa nane mwaka huu, tumeelewana eh. Hii ni kusema kwamba mchakato wa kununua tiketi unaanza upya hii leo, na niko hapa kutangaza viingilio vipya vya mchezo huu wa Simba dhidi ya RS Berkane tumefikiria mengi kuhusiana na wale ambao tayari wameshanunua tiketi, tukasema kwa mfano tusiuze tiketi tena, zile elfu kumi na sita ambazo watu wamenunua ndizo watu watumie kuingilia uwanja wa Amani. Lakini tukajiuliza katika watu elfu kumi na sita, watakaoweza pengine kuja uwanja wa Amani wakiwa watu elfu mbili pekee, watu elfu kumi na tatu wataingia kutoka wapi, ambao hawajanunua tiketi? Simeleweka sijui. Manake ni kwamba kukawa kuna hofu kubwa ya uwanja kuwa mweupe, hasa kwa wale ambao hawataweza kusafiri kwenda Zanzibar. Baada ya kujiridhisha kwenye hilo, ndipo ambapo tukasema ya kwamba mchakato uanze upya, lakini jasho la mtu halipotei wale ambao tayari wameshanunua tiketi zao, aidha shilingi elfu 30 VIPB, shilingi elfu 20 VIPC, ama shilingi elfu 7 mzunguko, tunawaomba wazitunze tiketi zao na tiketi zao zitatunzwa kwa upande wa Ncard. Itakapofika Simba Day, watazitumia tiketi hizo kuingilia uwanjani. Katika hili jambo lazima tutambue ya kwamba kila mwanasimba amepata hasara. Kwa hiyo asitokee mtu akajibinafsisha hiyo hasara ya kwamba ah, nilishanunua tiketi yangu mimi sasa itakuwaje? Tutambue ya kwamba kila mtu amepata hasara kwenye hili jambo. Ipo hasara ya kifedha ambayo klabu inalazimika kuingia. Timu ilikuwa ikae kambi hapa hapa nyumbani kwetu katika, katika kambi yetu ya ya, ya ya Mbweni, lakini sasa tunalazimika kusafiri kesho na kwenda kukaa hoteli kwa muda wa siku tano kujiandaa na hii mechi. Hiyo budget haikuwepo. Kwa hiyo basi, kila mtu, kila mwanasimba iko namna ambayo ameathirika kwa namna moja na hii mechi na kwa mantiki hiyo basi hatupaswi kunyoosheana vidole wala kulaumiana. Kila mtu ameathirika. Na nini tunapaswa kufanya baada ya watu wote kuathirika? Ni kusimama sasa na kwenda kumshambulia adui ambayo yuko mbele yetu. Ndugu zanguni, kwenye wakati tunatangaza mechi e, mwanzoni tuliweka wazi sare yetu ya kuvaa siku ya mechi. Msimamo wetu unabaki ni ule ule, kila mwana Simba atakaye kuja uwanjani tarehe 25 aje amevaa jezi nyekundu. Tunasisitiza tena, kila mwana Simba atakaye kuja uwanjani aje amevaa jezi nyekundu siku hiyo na hili ningependa kuwakumbusha tena, zaidi wa Zanzibar, usije na jezi yako ya timu ya taifa, njoo na jezi ya za, njoo njoo na jezi nyekundu ya Simba Sports Club. Kama huna nyekundu ya Simba, vaa nyekundu yoyote ile, ili mradi nyekundu. Tunataka rangi siku hiyo iwe ni moja tu, iwe ni rangi nyekundu lakini kwenye tiketi niwahimize na kuwasisitiza ndugu zangu, tununue tiketi mapema. Tiketi elfu kumi na tano ni chache mno kwa mechi ya fainali, na jambo moja tutajaribu kulifanya ili binafsi tunalichukua, jaribu kuzungumza na makampuni ambayo yanasafirisha eh, watu kwenda Zanzibar watupunguzie nauli walau kidogo, ili wanasimba tupate tahfifu ya kwenda ya kwenda Zanzibar. Na wale ambao wana vyumba wana mahoteli Zanzibar, msipandishe bei, acheni bei ile ile, ili wanasimba waweze ku afford na kuja kwa wingi siku hiyo. Na kama kuna mtu yuko Zanzibar ana, ana, ana, ana, ana, ana nyumba yake, ana apartment yake, ana hoteli yake, anataka wana simba wafikie kwa bei nzuri, basi tuwasiliane. Mimi nitalitoa hilo tangazo bure kwenye kurasa zangu za kijamii, wanasimba waende wafikie hapo, lakini bei iwe reasonable. Tunataka watu wapate wapate unafuu wa kwenda kumwona mnyama anachukua ubingo wa Afrika. Na ndugu zangu, niwaambie mwaka huu tumeingia fainali, haitajirudia tena kama mwaka tisini na tatu, yaani tusubiri miaka mingine thelathini kuingia fainali. Tumeingia fainali mwaka huu, tunataka haya yawe ndiyo maisha yetu, kama tulivyoingia robo fainali hayo yakawa ndiyo maisha yetu kwa miaka saba mfululizo, tukawa tu tunacheza robo fainali. Na kwenye fainali, tutaka hivyo hivyo kila mwaka tuwe tunacheza robo, tuwe, tuwe tunacheza nusu tuwe... e, kumradi kumradhi, nani anamchezea huyo, kila mwaka tuwe tunacheza fainali na hilo linaweze mnaweze msiniamini hivi sasa lakini, tulivyoingia robo fainali ya kwanza mkasema fluk, mwaka huu Simba atubui. Mwaka uliofuata Simba akaingia tena robo fainali, na baada hapo ikawa ni robo fainali, robo fainali, robo fainali mpaka hivi sasa, na sasa tumeingia fainali. Tukitoka hapa kituo kinachofuata mwakani, tukiwa hai ni finali tena mwaka unaokuja ni finali tena. Hiyo ndiyo standard yetu tunai set Simba Sports Club. Kwenye watu elfu kumi na sita walionunua, ukisema ukusanye maoni utapata maoni tofauti. Kuna atakaye kuambia bana, mimi ndio nshatoa hiyo kwa ajili ya klabu yangu potelea ya. Kuna mwingine atakwambia nirudishie hela yangu kuna mwingine atakwambia hiyo mechi mimi nitasubiri mechi nyingine. Maoni yatakuwa mengi, na maoni yakishakuwa mengi, utashindwa kufanya maamuzi kama mtawala. Kwa hiyo maamuzi ambayo yamechukuliwa ni maamuzi ya kiuongozi ambayo yanaweza yasikufurahishe leo, lakini yakakufurahisha muda ukifika. Itakapofika Simba Day, viingilio vimetangazwa. Alafu ukakumbuka kwa ya kwamba una tiketi yako ya VIP B utakuwa nyumbani. Kwa hiyo hayo ni maamuzi ya kiutaweza kufanya maoni, watu wanataka nini ama watu wanafikiria nini? Sisi kama watu wenye dhamana ya kuiongoza Simba tumekaa tukafikiria na tukafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa maslahi ya wana Simba lakini kitu muhimu ni kwamba fedha ya mtu haitapotea hata shilingi moja, na ndio maana mwanzo nikasema jasho la mtu haliliwi, fedha ya mtu haitapotea, kila mtu tumia muda sahihi ukifika. Na kwa sasa wanasimba wala tusiwaze kuhusu, hata kama fedha yako ilikuwa ni ya Yanga lakini na kuifikiria hiyo fedha kabisa. Jambo kubwa lenye maana Afrika maanaafrika elfu tina yako, elfu thelathini yako, ama elfu saba yako, au laki mbili na nusu yako uta 5saa 12, na nusu mosepe yupo kati kati ya uwanja wa Amani, anamkabidhi Muhammad Hussein shabalala kombe la Afrika. Utasahau kama walitoa shilingi elfu thelathini alafu imewekwa pending? Kwa hiyo fikra zetu wanasimba ni ubingwa wa Afrika. Kuhamisha uwanja, anauliza inawezekana, ni, ni figisu kwenye levo ya kiutawala hatuwezi kusema ni figisu, tunasema ya kwamba kafu wamefanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa upande wao kwa maslahi ya mpira kuhamisha uwanja kutoa Benjamin Mkapa na kwenda uwanja wa Amani. Na lazima tufahamu ya kwamba katika kitu ambacho kafu wanapigania zaidi ni mwamko wa mashabiki kuingia uwanjani. Kwa hiyo kafu wangependa sana mechi ichezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu wangepata uhalisia ya kile ambacho wanakitaka. Nitakwambia mfano mzuri tu, mechi ya Pyramids na Mamelodi Sundowns pale Afrika Kusini, kuna uwezekano mkubwa mashabiki wakaingia bure wa Mamelodi, kwa sababu hakuna, hiyo timu haina mashabiki. Mechi hiyo ya Pyramids na Mamelodi pale pale pale pale Misri kuna uwezekano mkubwa mashabiki wakaingia wachache ama wakaingia bure, kwa sababu hiyo timu haina mashabiki pale Misri. Lakini kwa Simba Sports Club mashabiki elfu sitini unawapata vizuri Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kafu ingekuwa sio swala la standard walioiweka hii mechi ingechezwa Benjamin Mkapa, kwa sababu ile kraudi ya watu elfu kumi na sita ina thamani kubwa mno kwao, wanapokwenda kuiuza ligi ya Afrika kwa wadhamini, wanapeleka mechi hile, wanapeleka picha za majukwaa ya Benjamin Mkapa na kuambia kwamba ligi yetu ama mashindano yetu yana thamani kubwa, na hawa ni watu mdhamini anaweka fedha. Kwa hiyo kafu hawezi fanya figisu eti za maku kutupeleka uwanja wa Amani ambao unaingiza mashabiki wachache, ni kitu ambacho sisi tunaamini hakiwezekani, na kama wanavyosema, kama kuna mtanzania amefanya figisu, hakuna mtanzania yoyote Maamuzi ya CAF ya kuitoa Simba Benjamin Mkapa na kuipeleka uwanja wa amani. Aha, wengine tu, hawa wengine wanajilambagula tu, lakini hawahusiki chochote, na tunafahamu ya kwamba wamefurahi Simba kwenda kucheza uwanja wa amani, wakiamini wakiamini ya sisi tunashinda kwa sababu ya nguvu ya Benjamin Mkapa. Wanasahau kama sisi tunashinda kwa ubora wetu, na ndio maana tumeshinda Tunisia, tumepata sare Libya, tumepata sare Angola. Hakukuwa na Benjamin Mkapa huko, na bado Simba tukafanya vizuri. Hata uwanja wa amani tunakwenda kufanya vizuri, na hawataamini macho yao. Baada ya kusema hayo, viingilio vipya kwa mchezo wetu wa tarehe 25 ya mwezi wa tano mwaka 2025, mechi ya kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika, vipa itakuwa ni shilingi elfu 50, jukwaa la Urusi itakuwa ni shilingi elfu 30, na mzunguko ama orbit na saa itakuwa ni shilingi elfu 10 na tiketi hizi zinaanza kuuzwa rasmi kuanzia hii leo. Tiketi yako ambayo ulinunulia, kadi yako ambayo ulinunulia tiketi ya mechi iliyopita, hiyo hiyo unaweza ukanunulia tena tiketi ya mechi ya Jumapili ya fainali dhidi ya, ya, ya fainali, eh, RS Berkane. Kwa ile ya awal itabaki kama ilivyo Halafu hii mpya utakaonunua ndiyo ambayo itasoma kwenye system ya siku ya kuingia uwanjani. Lakini vile vile tutakuwa na ndege maalum kwa wale ambao watahitaji kusafiri kwa ndege kwenda kutazama mechi na kurejea nyumbani siku hiyo hiyo, shirika la ndege la Tanzania, ATC, ambao sisi ni wadhamini wetu na walitupeleka bure kwenda na kurudi Morocco. Tumeenjoy vibaya mno ndugu zangu zanguni. <laughs> Uh, nyinyi ambao hamkusafiri na sisi kwenye kwenye ATC mmekosa ah, maisha na, nani alikuwa hapo amna tammoja At, hata mafala ukwepo mepitwa ah, nam tumeenjoy kwenye ndege <laughs> E, ntafuteni niwahadithie ni, ni tulivyoenjoy kwenye ndege ndugu zangu ah, ashukuriwe sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia. Yani tumesafiri straight bila kusimama kituo hata kimoja da Casablanca, Ujda, Dar es Salaam nyinyi. <laughs> masaa kumi angani mnacheza na, na namna hii tu. Siku nyingine mkisikia Simba tunasafiri na ndege ya mama, njooni kwa wingi, muenjoy sawa. Ulikwepo? Ajabu, ulikwepo. Hey, ndo unajiishaonikuone, nikutaje ulikwepo. Ilo ulienjoy, uongo ulienjoy. Na kwenye ATC kuna wali hivi mtamu fulani hivi mtamu vibaya mno, ndugu zangu, ni unaulizwa <laughs> e, pale wali nyama au wali kuku, wewe <laughs> na wale E, na warembo <laughs> uh, tutakuwa na ndege maalum. Hii sio ya bure sasa, siemkazuia <laughs> vibaya. Ndege hii itaondoka Dar es Salaam tarehe 25 na kurudi tarehe 25 hiyo hiyo, baada ya mechi. Nauli yake ni shilingi laki tatu na elfu hamsini. Hii inahusisha nauli ya kwenda na kurudi Zanzibar, nada VIP ticket ya kuingia uwanjani, jezi za mnyama ambazo zimeandikwa hapa match title, usafiri wa kutoka airport mpaka uwanjani na kutoka uwanjani kurudi airport bei yake ni shilingi elfu thelathini na tano. Justin Mwakitalima, hii unaimudu kabisa e, elfu thelathini e, laki tatu na elfu hamsini. Kumradi, kwa yeyote ambaye anahitaji huduma hii, basi tuwasiliane, nitaje namba hapa tuwasiliane kwa namba zifuatazo: sifuri, saba, nne, mbili, saba, saba, moja, tatu, moja, moja, almaarufu namba ya Platinum. Wale wote ambao wanahitaji huduma hii ya kwenda na ndege na kurudi siku hiyo hiyo ya mchezo, basi waweke oda zao na kulipia kwa namba sifuri, saba, nne, mbili Saba, saba, moja, tatu, moja, moja. Kuna wale wateja wa Platinum ambao walilipia shilingi laki mbili na nusu, wale watawasiliana na mhusika wa Platinum kwa ajili ya maelekezo zaidi, lakini inawezekana ukataka kuongezea fedha ili uingie kwenye huduma hii, kwa maana ya kwamba ulishalipa laki mbili na nusu yako kwa ajili ya mechi ya hapa Benjamin Mkapa, utakacho kipaswa kama unahitaji, utaongezea laki moja, ili litimie laki tatu na nusu, uingie kwenye huduma hii ya kwenda na kurudi visiwani Zanzibar. Ndugu zangu waandishi wa habari, ni swa choshe sana, nipende nafasi kidogo ya kumalizia mkutano wangu huu mimi na nyinyi, kabla sijamkaribisha ofisa kutoka benki ya Azania na yeye atueleze mawili machache mazuri kuelekea katika mchezo huu. Kama ilivyo kawaida ya Simba Sports Club, tunapokuwa na tukio kubwa, lazima tuwe na hamasa, na hayo ndiyo maisha yetu ya kila siku. Hivyo basi, tarehe ishirini na mbili, kwa maana siku ya Alhamisi tutakuwa na uzinduzi wa hamasa wa kihistoria ambao Zanzibar haujawahi kufanyika. Kwanza tutaanza kwa maandamano kutoka eneo la Mikunguni, tutatembea kwa miguu na maandamano hayo mpaka uwanja wa Kikwajuni, ambapo hapo tutafika na kufanya hamasa yetu kwenye matembezi yetu haya ya amani, tutaambatana na matawi yote ya Zanzibar kwa maana ya pale mjini pamoja na shamba, wote tutakutana hapo kwa ajili ya kuhanikiza jambo hili, lakini tutaambatana vile vile na matawi kadhaa kutoka Dar es Salaam ambayo yataleta uwakilishi wake. Kutakuwa kuna burudani kadha wa kadha zikihusisha ngoma zetu za Simba Sports Club. King Faida atakuwepo hapo, pamoja na kundi zima la Hamasa, na kama haitoshi, tutakuwa na vigoma mbalimbali mbali kutoka kutoka kutoka Zanzibar kwa ajili ya kuhanikiza jambo hili, na kwenye kunogesha zaidi uzinduzi wetu wa Hamasa, tutakuwa na Captain Tundaman kwenye upande wa Bongo Flava kwa ajili ya kutupa raha wana Simba kuelekea mechi yetu ya tarehe 25, yaani tutaruka ngoma za Tunda Man vibaya mno siku hiyo, ikiwa mtanipiga mpaka mniue Simba sihami. Itapigwa hapo na nyimbo maalum ya fainali itapigwa hapo na Captain Tundaman. Itakuwa ni wapi? itakuwa ni kwa Juni, siku ya tarehe ya ishirini na mbili. Ndugu zangu waandishi wa habari, mnakaribishwa sana. Baada ya kufanya baraa kubwa siku hiyo ya tarehe ya ishirini na mbili, siku ya tarehe ya ishirini na tatu wanasimba wote ambao tutakuwa visiwani Zanzibar tutakwenda kutembelea na kufanya dua maalum kwenye kaburi la hayati Abeid Aman Karume. Ni muhimu mno kwenda kufanya dua hii kwa muasisi huyu mwenye historia kubwa, na Zanzibar, lakini historia yake na Simba Sports Club ni katika vitu ambavyo haviwezi kufutika na haviwezi kusahaulika. Kwa faida ya vijana wa mwaka elfu mbili jina la Simba Sports Club lilitolewa na Hayat Abeid Aman Karume. Wakati huo tunaitwa Sunderland, yeye akashauri tuitwe Simba Sports Club na wengine wakaitwa chura. <laughs> Lazima tuende tukamwombee dua pale, na tumweleze kwamba tupo katika ardhi yako, tunataka ubingwa wa Afrika. Hili ni jambo muhimu mno, na tayari maandalizi yameshaanza kufanyika. Lakini kama ilivyo kawaida yetu, tunapokuwa na jambo kubwa lazima tuombe msaada kwa Mungu. Kwa hiyo tarehe ishirini na tatu hiyo, baada ya kufanya dua kwenye kaburi la hayati Abeid Aman Karume, tutakwenda kutoa msaada kwenye vituo vya watoto yatima. Tutawajulisha baadaye majina yao. Kwa hiyo, hiyo ndiyo ratiba ya hamasa kwa upande wa Zanzibar hii siku ya tarehe ishirini na mbili ya uzinduzi tutakuwa na mabodaboda ambayo yanaongoza msafara wetu, alafu vikundi vya ngoma vitakuwa vinafuatia nyuma, pamoja na gari kubwa la matan. Yani itakuwa ni unyama mwingi sana siku hiyo ya tarehe ishirini na mbili.